Ni siku ya nne ya kambi ya tohara kwa watoto wa kiume, ni kituo cha nne hii leo. Baada ya kumaliza jambo hili katika kituo cha Yombo, Buza, Tandika, na leo tuko hapa katika zahanati hii ya Charambe, alhamdulillah mwitiko umekuwa ni mkubwa sana wakazi wa charambe wakiendelea kuitafuta rekodi ya watoto elfu moja ambao taasisi ya Al-Hikma Foundation waliahidi kuwafanyia sunna mwitiko katika zahanati ya charambe licha ya kwamba ni asubuhi lakini mashallah umekuwa ni mkubwa sana watu wa dini zote wakiwa wameitika hapa waliokuwa waislam na hata wasio waislam makabila mbalimbali mbali. kama ambavyo eh, zoezi hili lenyewe linahusisha watu wa dini zote na kabila zote pasi na kuwabagua watu kwa itikadi ya aina yoyote ile tukashuhudia kile ambacho kitajiri hii leo hapa Charambe, mambo yatakuwaje? Nyuma ya kamera ni Omari Salum Nyanga, mimi naitwa mwana wa Mali Mashi, nifuate. Sasa ni ndani ya zahanati hii ya Charambe, tunakutana na dada yetu Sara hapa, mratibu wa hili jambo, atupe namba kamili mpaka sasa hivi idadi ya wazazi ambao tayari wamejiandikisha, inasoma vipi kwa ufupi? Mpaka sasa tumeweza kufanya usajili wa watu 128 kwa tunatarajia kuwafanyia tohara watoto wao 28, lakini in case maybe muda umeenda, time imebana, basi tutajua jinsi gani ya kufanya na actually tuka select another days maybe Thursday. Tuna expect Thursday kuwafanyia ambao tutakuwa wamebakia, lakini inshallah bismillah tunatarajia kuwafanyia kadri ya uwezo wetu kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya kila mtu kuweza kufurahia m huduma hii kwa amani, kwa usalama na kwa kuridhika kwa whatever we can tuta fight a lot. Lakini all all in all ni kwamba tunaendelea na zetu katika hali nzuri, amani na watu wanafurahia huduma zetu, tuna mix wako wa wako Waislamu na Kristo. Iko idadi kubwa ya Kristo wamekuja, alhamdulillah rabbil alamin ekipa Waislamu pia hawakuwa nyuma, wamejitokeza wa, wa, pia nyuma, wa kwa sababu hatuchagui dini wala kabila. Kwa hiyo alhamdulillah both of them are Muslim and Christian is there. Yeah. Wazazi mbalimbali kama ambavyo unawashuhudia hivi sasa mtazamaji, wakiwa wamefika hapa kwa ajili ya kuwaleta watoto wao na utashuhudia wale wa mwanzo kule kwenye fomu kwa maana kwenye benchi wale tayari wapo kwenye foleni ya watoto wao kuingia, na wakimalizika wale eh, wanaitwa hawa, wanakuja moja kwa moja kupeleka watoto wao. Kwa mara ya kwanza ofa nilisikia taifa kwenye mashindano ya Qur'ani kwamba kutakuwa na zoezi la kufanyia watoto sunna. Nilimleta mtoto wa dada yangu kliniki, ndio nilipokuja kupata hii taarifa. Niseme natoa shukrani za dhati,

Kelvin, bwana, mwezi wa kumi ndo natimiza 12, sawa? Mbili, yeah. Sawa e, kwenye birthday yako tuambie sasa. Eh, Kelvin, uko darasa ngapi? mimi la nne. Hapo mm, umekuja kufanya nini? Eh, hapo umekuja kufanya nini? kutia suna eh? Uogopi? kuna uh -uh. Mwanangu ndo alionipa hizo taarifa eh, kwamba al-hikma kuna watoto watoto watatiwa suna hospitali ya Charambe na hospitali zingine. aliyofanya jambo hili basi, Mwenyezi Mungu awazidishie kheri. Kwa kila anayefanya, Mwenyezi Mungu atie baraka, awajaalie kila kila lilio kheri, wakiliomba wajaalie kila jambo lao, Mwenyezi Mungu awafungulie inshallah. toka saa 12, kwani umewahi sana, umewahi <laughs> kuwahi nako ni muhimu, ungechelewa uh, uko nje kama wenzako uh, kwa mara kwanza uliisikia wapi dadangu Zainab? Ah, mimi niliisikia nyumbani kwa jirani yangu. Kwambiaje e, jirani yako? Kuna fursa imetokea watoto atakiwa kufanyiwa suna. Kwa hiyo ukajiandikisha? Kwa hiyo mi sikuchelewa e. Mtazamaji wa Kishki TV, tunaposema Al-Hikma Foundation aghlabu huleta faraja kwa jamii, ndicho ambacho unaendelea kukiona. Hii inakupa picha kwamba uhitaji wa watu katika zoezi hili la suna ni mkubwa sana, na ndio maana unaona E, mara ofa hii ilipotangazwa tu. Kila kituo unaona idadi ya watu wanakuwa ni wengi sana. Eh, leo tumefika hapa na mpaka muda ambao sisi tunafika ilikuwa ni bado mapema, zaidi ya watu 120 wameshajiandikisha kwa ajili ya jambo hili. Nashuhudia dada yetu Zana pia na watoto wake wanne na mashallah wote amewaleta na tayari ameshajisajili. Muda ukakifika, watu wale wote tutakwenda kufanya sunna, tunatarajia hivyo. Na hivi ndivyo ambavyo Al Hikma Foundation mara zote huwa wanafanya. Naendelea kukumbusha mtazamaji ambaye bado unaendelea kusikia tu kwa masikio jambo linafanyika kwa vitendo ushuhudia hichi ambacho kinafanyika sasa hivi. Kumbuka zoezi hili halibagui dini ya mtu wala kabila ya mtu muhimu, ni wewe kufika katika kituo husika. Hamza, salamu aleikum. Mzima? Mzima, kula ngapi rafiki yangu hu? na tano, na tano. Shule gani? Charambe. Umekuja kufanya nini hapa eh? eh? Kupata toala kuu. Kupata toala u. ah, uogopi kweli ndio, kwa hiyo nimesikia hapa hospitali nilivyomteana kliniki ni hivyo sikia, nikamwandikisha na nkaambia tarehe nne. Basi tarehe nne nimekuja nimekaa, nasubiri huduma, ila shukrani zote zimwende Shekishki, ala mzidishie kwa niaba ya wazazi wenzangu wote tulokutana hapa. Tumuombee dua Shekishki ala ampe umri mrefu. Kwa hilo tunasema tuamshukuru, hatuna hata cha kumlipa zaidi ya kusema asante. Zoezi la suna hii kwa watoto wa kiume likiwa linaendelea hapa na muda huu, tuna mzazi hapa, yeye tayari ametoka na mtoto wake akiwa ameshafanywa suna. Tazungumza naye tumfahamu jina lake, anatokea wapi na hisia zake zikoje, baada ya kufanikisha kile ambacho amekifata. Mzee wangu assalamu alaykum. Waalaikum salam, pali nashukuru Allah. unaitwa nani mzee wangu? Tua Salum Ramadhani Makuka. umetokea wapi? Metoka Kiburugwa. Kiburugwa Vipi, kijana ameshafanyiwa, unajisikiaje baada ya Al-Hikma Foundation kutekeleza kile ambacho amekiahidi? Shukuru Mwenyezi Mungu, kwa kweli jambo hili e, limenitasa muda mrefu, lakini kwa leo kwa huruma ya Al-Hikma, nashukuru mwanangu amefanyiwa. E, toka amezaliwa yuko mchanga, mimi huaga kawaida yangu watoto wa zangu wakishazaliwa tu, kabla hata mwezi hawajafikisha wa huwa nawapeleka hospitali wakafanyiwe, lakini kufatana na tatizo la mtoto wangu, alikuwa na siko seli. Kila ninapompeleka hospitali akafanyiwe, ilikuwa naambiwa damu yake haitoshi, damu yake haitoshi, sio mara moja, sio mara mbili, imeshindikana. Kwa hiyo ikabidi sasa nimekaa namwomba Mwenyezi Mungu. Leo Mwenyezi Mungu amenitakabalia ya dua yangu. Nilikuja Jumapili hapa kwa ajili, alipata homa huyu, nikamleta kapata tiba za homa. Nilipofika pale getini, nikaulizwa swali, mwanao ameshafanyiwa Nikaambiwa hapana, hajafanyiwa na kwa kuna sababu asijamfanyia mpaka saa hizi, kusema ukweli. Wakasema basi, njoo naye Jumapili tarehe nne mwandikishe jina. E, nikajiuliza nikasema, bile linaloshindikana kule mahospitali hapa itawezekana? Lakini kwa bahati nilipofika leo nimepokelewa na madaktari, wameniambia tutamfanyia na kweli wamemfanyia, na shukuru alhamdulillah. Ueleza na tatizo hili. Yani, sehemu nyingine niliambiwa hivi, eh sehemu nyingine niliambiwa damu hazitoshi, lakini hapa nilipofika nikawaambia madaktari wakanambia tutamfanyia na itawezekana, na kweli imewezekana. Eh, shukrani sana, na shukuru alhamdulillah rabbil alamin. Asante. Mwenyezi Mungu awawekee ulinzi, kwa sababu mnafanya jambo kubwa ambalo watu wengi sana inawaaga vigumu lakini nyinyi mmejitolea kwa hali hii basi, Mwenyezi Mungu akuwezesheni wa na wakupeni afya na wakuekeni ulinzi, muendelee kulifanya hili jambo. Mtazamaji, bado zoezi hili inaendelea hapa katika zahanati hii ya Charambe, na tuko na brother ambaye tayari e, mtoto wake ameshafanyiwa suna. Dugu yangu habari yako? Nashukuru ya, Allah. Unaitwa nani sasa? Naitwa Ramadhani, Ramadhani Mzirai. Ramadhani, Mzirai, unatokea maeneo gani? Charambe hapa hapa. Umefika mda gani hapa? Nafika hapa saa 11 na nusu. Okay. Yeah. Tuambie e, umesubiri takriban masaa matatu paka manne, lakini tayari muda huu mtoto wako ameshafanyiwa no. hisia zako zikoje jua hichi ambacho kimefanywa kwa mtoto wako bwana? Mshukuru Allah na aliyedhamini jambo hili, Mungu amwongezee maisha mema na mwisho mwema. Pia e, ndugu yetu mwingine akiwa ametoka hapa, e, na kijana wake alokuja naye, nani alokuja naye, atatuambia ni nani wake. Ndugu yangu habari yako, salamu, unaitwa nani mzee? Unaitwa Joachim Nestor. Joachim nani? Joachim Nestor. Joachim Nestor. Umemleta nani mzee, nani, mtoto wako wako mdogo au nani? Ah, huyo mdogo wangu Anaitwa nani? Junior Faustin. Ana miaka mingapi? Ana miaka mitatu. Wewe ni mkazi wa wapi? Wa kwa kwa mbili. Kwa mbili. Charambe hii sio? Kilungule, Kilungule. Aa, Kilungule. Okay, tuambie mdogo wako tayari amefanywa. Kwa mara ya kwanza ulisikiaje kama kuna ofa hapa ya watoto kufanyiwa tohara? Aa, mara kwanza nilivyosikia nijisikia vizuri kwa, yani, kwa, kwa, kwa sababu ni msaada anatusaidia shehe wetu. Shehe nani? Shehe Kishki. Aa, okay. Na ulisikia wapi yani? Wapi ndo ulisikia kwamba kuna kuna hiyo ofa ya, ya, ya tohara da? Niliambiwa tuna wenzangu, sababu mimi sikufanikiwa kusikia, ila aliosikia alinifikisha taarifa, na mimi ndo nimefika hapa kumfikisha mdogo wangu kupata tohara. Kwa majina anaitwa William Tadeo. William Tadeo, umetokea wapi? Kwa hapa natokea Kingugi, cha msingi na cha hekima, kwamba nashukuru kwamba kwa huduma hii nilioipata nashukuru sana kwa sababu mara kwanza nilikuwa sina taarifa almost karibuni wiki nzima, lakini nimepewa taarifa nafikiri jana na mke wangu kwamba kuna huduma ya watoto kutahiriwa. Nikasema sio okay, kesi kwa sababu ukiangalia mazingira mengine inahitajika utoe pesa ili kusudi kupata huduma kama hii, lakini nilipopata taarifa hii nashukuru kwamba huduma nimepewa bure. Nashukuru kwamba nime, nimeokoa hela fulani kiasi cha hela fulani hivi. Hakuna lenye mwanzo lisilo na mwisho wake. muda huu Dr. Mwimbe anamalizia mtoto wa mwisho katika siku hii ambao ni mtoto wa 74 mtoto James akikamilisha nambari 74 katika watoto jumla ambao wamefanywa katika siku hii ya leo. Dr. hongera na pole kwa kazi. Asante, asante. Uh, tunashukuru alhamdulillah. Tume, tumefanikisha zoezi kwa siku ya leo uh, katika kitu hiki cha Charambe. Ni zoezi ambalo limekuwa ni refu kidogo, kwa sababu pia watu walikuwa ni wengi uh, kama ambavyo Uh, imeelezwa zaidi ya watu mia moja na ishirini na nane tumewaandikisha leo, lakini wengine wakawa wame, wanakuja tumerudisha. Uh, hata hivyo tumeweza kuwafanyia watoto sabini na sabini na nne na si haba alhamdulillah, na kikubwa ni kwamba uh, hao wengine waliosalia tutakuja kuwafanyia siku Alhamis inshaallah. Alhamis ni nusu siku pia, nasemwa vipi, mmejipangaje kuhakikisha itakuwa pia ni kutwa nzima kama ilivyo katika hizi siku ambazo tumetumia kwa maana Jumamosi na Jumapili? Hapana, Alhamisi ni nusu siku na uh, tutafanya kadri tutakavyoweza. Kama tutakuwa tume hatujamaliza tutatafutia siku nyingine tena kuja kuamalizia, lakini wale wote ambao wamejiandikisha inshallah tutakuja kuwafanyia. Hatutaki kumwacha yule mtu aliyejiandikisha, ila kwa wale wapya wenyewe waende vituo vingine. Kwa mfano, kwa kwa mwiki inayofuata tutakuwa katika kituo cha Mbagara kuu siku ya uh, Jumamosi, lakini siku ya Jumapili tutakuwa katika kituo cha afya cha Kijiji. Kwa hiyo yeyote yu ambaye yuko maeneo ya Mbagala na anaweza akafika Mbagala kwa au akafika Kijichi pia anakaribishwa. siku ya nne, kituo cha nne. shughuli imemalizika leo hapa katika zahanati hii ya Charambe jijini Dar es Salaam Tanzania. haikuwa rahisi, kadri siku zinavyozidi kwenda tunashuhudia e, wimbi la watu wengi wakijitokeza kukimbilia jambo hili muhimu, adhimu, adimu la suna, ambayo Al-Hikma Foundation wao wamebeba dhima hii kwa ajili ya kuweza kuwasaidia watoto elfu moja ambao ni wakazi wa Dar es Salaam. Alhamdulillah, siku ya leo kutoka asubuhi mpaka sasa hivi watoto sabini na nne wamefanyiwa suna hiyo eh, kwa maana ya tohara, zoezi ambalo limehusisha watu wa dini mbalimbali mbali, makabila mbalimbali mbali. Katika watoto hao sabini na nne walikuwepo watoto wa Kiislamu na watoto wa Kikristo pia, kwa sababu ni jambo ambalo halibagui dini wala kabila pale Yombo idadi ya watoto 50 walifanyiwa, Buza watoto 64, lakini jana pale Tandika ilikuwa ni watoto 69 na, na leo ni watoto 74, na hii inafanya idadi ya watoto wote ambao wamefanyiwa katika vituo hivyo vinne kufikia 257, tayari wamefanyiwa suna hiyo kufikia rekodi ya watoto elfu moja ambao walikuwepo ndani ya ahadi. Kongole sana kwa Al-Hikma Foundation kwa hiki ambacho wamekifanya, lakini kongole pia kwa ndugu zetu wa SMV ambao wao kama ada hutumikisha mili yao na kufikirisha akili zao kuhakikisha kwamba jambo hili wanalifanya jopo na madaktari kutoka kwao SMV wakifanikisha kazi hii, lakini pia wakipata usaidizi wa wauguzi ambao wanapatikana katika zahanati mwenyeji kwa maana hii ya Charambe. Kituo kinachofuata baada ya hapa ni Mbagala Kuu. Mkazi wa Dar es Salaam, nikwambie popote ambapo utasikia clip hii, hakikisha unafanya hima na wepesi kwa haraka kwenda kujiandikisha mapema, kwa sababu kujiandikisha mapema ndio unakuwa wa mwanzo kuondoka mapema. Kinyume chake unaweza ukashinda muda mrefu sana, kulingana na mwitiko mkubwa wa watu ambao upo. Sina la ziada. Asante kwa wote ambao walikuwa nami nyuma ya kamera. Ni Omi The Way Omari Salu Ng'anga, mimi ni mwana wa mali Mashi, Kishki TV, nuru ya dini yako.